Zaidi ya jukumu la kisheria la kuzuia na kupambana na rushwa, watumishi wa TAKUKURU wamekuwa na moyo wa kipekee wa kujitolea kwa jamii kupitia matendo ya huruma. Kwa michango yao binafsi, watumishi wa TAKUKURU wamekuwa wakitoa misaada mbalimbali kwa lengo la kusaidia makundi yenye uhitaji maalum katika jamii inayowazunguka. Katika mwendelezo wa matendo hayo, leo hii Februari 9 mwaka 2026 Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Francis Chalamila amekabidhi vifaa tiba kwa uongozi wa hospitali ya Rufaa mkoa wa Mtwara Ligula kwa lengo la kusaidia watoto wachanga wanaozaliwa kabla ya wakati na wale wanaozaliwa na uzito pungufu ambao wanahitaji uangalizi maalum. Akiongea katika hafla ya makabidhiano ya vifaa tiba hivyo, Mkuu wa Wilaya ya Mtwara Mheshimiwa Abdalla Mwaipaya amewapongeza watumishi wa TAKUKURU kwa moyo wao wa kujitolea. Watu wengi wanapoona majukumu ya Takukuru wanajua tu ni hayo mambo ya rushwa na nini, lakini kubwa zaidi kama Takukuru, kumbe kuna mambo mengine mazuri ambayo pia mnaifanya kwa jamii. Kiacha na hilo la kupambana na rushwa, jambo zuri na jambo jema, lakini kuna mambo mengine mazuri ambayo mnayafikiria kwa jamii. Hili ambalo mmelifanya, Mwenyezi Mungu awabariki sana na kuja kuokoa maisha, jambo la kuokoa maisha ni jambo ambalo kusema kweli ni jambo mtambuka na jambo ambalo linahitaji wito hasa kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mkija kuangalia na kwa taarifa ambayo nimeipata, vitu hivi vinatoka kutokana na michango ya watumishi wa TAKUKURU wenyewe, naomba tuwapigie makofi sana. Lakini leo hii mmetufundisha mambo mengi kwamba jukumu hili la kuhudumia jamii si kusubiri serikali peke yake, sisi wananchi, lakini pia taasisi mbalimbali za umma na hata zisizokuwa za binafsi tuna wajibu mkubwa sana wa kuweza kuhakikisha kwamba tunatoa misaada, tunasaidia katika sekta mbalimbali hususani mbali, katika sekta ya afya ambayo ina changamoto kubwa. Kwa hiyo TAKUKURU sisi mmetufundisha na mmetupa somo na mmetupa changamoto kwetu. Hii sisi tutaangalia namna gani na sisi tunaweza tukaunga mkono katika kuhakikisha kwamba tunaunga mkono jitihada na maono ambayo mmekuwa nayo. Akizungumza wakati wa kukabidhi vifaa tiba hivyo, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Chalamila alisema, niseme sisi ni Watanzania, tunaishi na jamii ah, changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii yetu tunazifahamu, na si wenyewe tukiwa wazazi, miongoni mwetu wengine wame mw pengine wamepata changamoto ya kujali wa watoto hawa ambao wana uzito pungufu wanaozaliwa kabla ya muda. Kwaona sisi ni jambo linatugusa, hatuwezi kujitenga na jamii, hata kama tufanye biashara, lakini tukadhani, hebu na sisi tu- tunyofoe kidogo kwenye vipato vyetu tuweze kufanya jambo hili ambalo sili tunaliita ni matendo ya huruma. Huruma ni ni matendo ya huruma, tunajua ni ibada hii. Kwa hii kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo. Uh, tuliamua kuchukua uamuzi huu uh, kama kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha sekta ya afya nchini. Tunajua kuna mambo mengi sana makubwa mazuri serikali inafanya kuboresha huduma za afya, ikiwemo ujenzi wa vituo vya afya vingi, hospitali za wilaya, za mikoa, kuziimarisha zaidi, za rufaa kama hizi, kuzipa vifaa tiba vya kutosha, uh, vingi kadri iliwezekanavyo vya kisasa kabisa, kutoa ajira nyingi za madaktari, wauguzi na matabibu kwa ujumla sekta ya afya. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Ligula, Dr. Zawadi Bwanali, ameeleza umuhimu wa msaada huo katika kuboresha huduma ya afya kwa watoto wachanga wanaohitaji uangalizi maalum. Msaada huu utaleta matumaini mapya na kuboresha kwa kiwango kikubwa huduma za afya tunazozitoa kwa watoto wachanga na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, msaada huu utaleta matumaini mapya na kuboresha kiwango kikubwa cha huduma za afya tunazotoa kwa watoto wachanga na jamii kwa ujumla. Kupitia msaada huu wagonjwa wengi watapata matibabu bora na nafuu kwa wakati unaofaa hali inayosaidia kuokoa maisha na kuboresha ustawi wa jamii. Tunatambua kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni msingi muhimu wa maendeleo endelevu. Msaada wenu katika sekta ya afya ni ushahidi tosha kwamba taasisi yenu si tu inapambana na rushwa, bali pia inawekeza katika uboreshaji wa maisha ya Mtanzania. Kwa niaba ya Wanaligula, tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu kwa taasisi yetu pia. Uh, tunaahidi kutumia msaada huu wa leo kama uh, malengo yaliyokusudiwa. Katika hatua nyingine, mganga mkuu wa mkoa wa Mtwara Dr. Benedicto Ngaiza amesema vifaa tiba hivyo vilivyokabidhiwa hivi leo vitasaidia kuokoa maisha ya watoto hao. Tunashukuru sana kwa vifaa hivi, vinaweza vikaonekana ni vifaa viwili, lakini ni vifaa vya maana sana, ambavyo vinaenda kutusaidia katika kuokoa maisha ya watoto wachanga. Tunashukuru sana na kwa mwaka mzima, mheshimiwa mgeni kwa mfano mwaka uliopita ishirini ishirini na tano mkoa ulikuwa na watoto zaidi ya elfu tatu na nane waliozaliwa wakihitaji kupata huduma za matumizi ya vifaa hivi. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa uwekezaji mkubwa, kwani katika maeneo yote hayo ambayo e, watoto wanazaliwa yapo maeneo ambayo e, zile rufaa zikitolewa wale watoto wanaenda kupata zile huduma na uwepo wa vifaa hivi umetusaidia kupunguza vifo vya watoto wachanga ambapo kwa mwaka juzi tulikuwa na 26 kwa elfu moja, lakini jitihada zilizofanyika na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali mwaka jana tumekuwa na tisa kwa elfu moja. Mtazamaji wa Takukuru TV tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification